uka kwenye ule mto alafu niende nikamwone. Ndugu zangu, Biblia inasema alipomwomba mfalme, angalia kitu cha wakati, angalia jambo la wakati. Litapata upinzani lakini litafanikiwa, litakwamishwa lakini litasimama, litazuiliwa lakini litafanikiwa. Nataka niongee na maisha yako. Mfano, akampa nyaraka. Biblia inasema niangalie kidogo, inasema akampa nyaraka na akamwinulia vikosi vya makamanda, akawaambia makamanda, mtangulieni huyu kwa sababu nyie ndio wenye wenye wenye uzoefu, mtangulieni huyu na popote atakapozuiliwa, onyesheni nyaraka ndio mmoja asema Mtu mmoja asema amen. Njoo mje list. Mtu mmoja asema amen. Angalia kidogo hapa. Nehemia yeye amepewa kazi ya kujenga. Mungu akamwinulia watu. Ko hapa ndio wenye uzoefu. Hapa ndio maskani. Na siku zote ukivaa hili vazi, si ndio kama maskani. Ukivaa hii vazi, ukisimamisha gari pale barabarani, like my friend wallahi Mtume sala Allahu alayhi wa sallam una bomu. Mwenye? Kwa nini? Kwa sababu umevaa so vazi la kiraia. Yaani kuvaa tu hiyo kofia ya traffic. Hata lori kama halina break, liko tayari kwenda polini. Lakini lisije likavunja sheria kwa kugonga. Kisha jirani yako mwambie, wewe una vazi gani? Maana hata kusimamisha tu malaria huna uwezo. Kisha tu pole pole mwambie, hata tu kusimamisha homa huna uwezo, una vazi gani?